Yes, mara baada ya Papa Francis kuweza kufariki mambo mengi sana yanaweza kutokea, lakini pia e, tunajua kabisa mtu akiweza kufariki kama alikuwa na wadhifa wa fulani basi e, itabidi atafutwe mtu mwingine aweze kubadilika na kuweza kuongoza kile cheo au wadhifa ambao alikuwa nayo yule mtu ambaye anakuwa amekwisha kutangulia mbele za haki. Sasa na hii imeweza kutokea kwa Papa Francis, amekwisha tangulia mbele za haki, hivyo sasa baraza e, la makadinali kuweza kutafuta e, mtu mwingine ambaye ataweza ku, e, kushika nafasi ya Papa. Anakuwa eh, papa mwingine eh, kwa msimu mwingine eh, na kuweza kuendelea. Sasa eh, uko Vatican pia ndiko uchaguzi ambao utaweza kufanyika eh, katika mji wa Vatican huko Roma ndiko ambapo ma, ma, ma, mchakato mzima wa kuweza kumchagua papa mpya utaweza kufanyika. Sasa Vatican pia, yenyewe pia imeweza kusema kwamba inatazamia au kuweza kuzima mawasiliano ya simu ndani ya mji huo eh, isipokuwa Uwanja wa Mtakatifu Petro kuanzia Mei 7 m E, mwaka huu 2025 e, hii itakuwa ni mida ya saa 9 alasiri, wakati wa mkutano wa siri wa kumchagua papa. Maelfu ya waumini pia wanatarajiwa kuweza kujitokeza kwenye uwanja huo ili kusubiri tangazo la mrithi wa papa Francis waaa aliyefariki Aprili 21 mwaka e, huu 2025. Sasa e, katika mji huo bwana, mawasiliano inasemekana yataweza kuzimwa kwa muda wakati wa uchaguzi wa kuweza kumchagua papa mpya. So hawataki e, usumbufu usumbufu wa simu mara vipi zinaita ma e, ni e, e, in short ni suala so zima la kimtandao kwa, kwa masaa hayo ambayo utaweza kuzimwa.